Mafanikio makubwa hayaanzi na hatua kumi wala kumi na tano. Mafanikio makubwa yanaanza na hatua moja ndogo sana. Sasa watu wengi mara nyingi huwa wanadharau hatua zao ndogo na wanatamani kuwa na hatua kubwa, lakini washindwa kujua kwamba uwezo wao unaanzia katika hatua ndogo. Hata mtu ambaye anakimbia kilomita kumi lazima kwanza awe na uwezo kwanza katika mita mia mbili. Hiyo inamsaidia kwa ajili ya kukuza uwezo wake na kwa ajili ya kuweza kulinda uwezo wake kwa namna moja ama nyingine. sasa kama ni livojapa mtu ambaye amekuwa ukijiuliza unaweza kwa ka viwango vikubwa, basi fahamu kwamba unaweza ukaanza kwa, kwa viwango vidogo na baadaye ukajikuta katika viwango vikubwa. Maana yake nini? Katika biashara usije kadwelu sana kwamba inabidi uwe na mtaji mkubwa ili uweze kuanza biashara. Hapana, badala yake fahamu kwamba hata mtaji mdogo unaweza kukusaidia kufika katika viwango vikubwa sana. Na kufichulia siri, unaweza kuanza biashara leo kwa mtaji wa laki moja na themanini na ukaanza kuuza kipato chako kwa kiasi kikubwa sana. Chukua namba zangu kwenye bio, nipigie au nitumie ujumbe wa WhatsApp niweze kuelimisha namna ambavyo naweza kukuza kipato chako kwa mtaji mdogo sana, ita kushangaza sana. Chukua namba na nipigie nikusaidie, na yule sa